Mtazamaji wa Tarime TV, kama nilivyokuambia, tutaendelea kukupa kile ambacho kinaendelea siku hii ya leo Tarime ndani ya Blue Sky, ikiwa ni siku ya wamama, lakini moja ya watu ambao wamealikwa kwa ajili ya kuja kutoa elimu juu ya wakina mama ni ndugu yetu Mzee wetu Wambura Mtani, na niko naye hapa, tuna machache ya kufahamu kutoka kwake. Habari ya kwako kwa mzee wangu? Nzuri eh. Habari ya kazi? Nzuri kabisa, heshima yako. Asante sana, nashukuru. Ndio. Uh, tumekuona leo umekuja Tarime, na watu wengi wangetamani kufahamu, tayari ni mwenyeji wa Tarime? Hapana. Uh, mimi asili yangu ni mkoa wa Mara, lakini ni msoma vijijini, lakini nikiwa Tarime najivunia kwa sababu pia natoka Mara Tufahamu, tumekuona katika vipindi na sehemu mbalimbali, umekuwa na experience kubwa sana ya watu wa Mara, lakini na sehemu zingine hii. wewe unapata muda gani kuweza kujifunza asili na vitu vingine katika mkoa wa Mara hata nje ya mkoa wa Mara? shida iliyopo kwenye jamii ni kwamba watu wanatumia pesa nyingi sana kupeleka watoto kusoma English medium. Mimi, mimi sikutumia pesa, mimi nimetumia tu nauli kwenda sehemu mbalimbali Nachomshukuru Mungu ni kwamba Tanzania hii hakuna sehemu ambayo sijakanyaga, nchi hii hapa ilipo mikoa na wilaya zake. Kwa hiyo hii inanisaidia mimi kutaka, yani nisaidia kujua, jam, kila jamii inaishije, inanisaidia kujua makabila yote. Mimi naongea lugha nyingi sana hizi loko, na imenisaidia pia kujua mila na desturi, lakini imenisaidia pia katika kujua tu maisha ya kawaida ya mtanzania yakoje. Kwa hiyo hiyo ndo kikubwa, namshukuru Mungu kwa hilo kwamba nimepata hiyo nafasi ya kutembea na kujifunza maisha ya kawaida ya kila mtu yakoje. Na hii ni katika kazi au ni ile tu imetokea tu kwamba ni kitu ambacho nakipenda? Vyote viwili napenda, lakini pia kazi imeniwezesha kwenda sehemu mbalimbali. Eh, nilikuwa na wakati huo nikiwa kituo kimoja cha redio ambacho nimekaa muda mrefu miaka ishirini na mbili Uh, imeniwezesha kutembea kwa kweli, kufika sehemu mbalimbali, kuandaa vipindi, lakini katika shughuli za, za kituo kile. Lakini mimi ni askari pia, mimi ni polisi by profession, nimetoka jeshi la polisi kuja huku. Kunikoa polisi pia limenisaidia kutembea sehemu mbalimbali, kujua kufanya kazi, lakini wakati nifanya kazi za polisi, nilikuwa pia najaribu kusoma jamii, kwa nimekuwa na kale kama endelezo ni hata nilipotoka polisi, nimekuja kwenye uandishi wa habari, nikasema Haka ka utaratibu mbona kazuri, mbona kama nafahamu vitu vingi, mbona kananipa nafasi ya kujua jamii inataka nini, jamii inaishije. Kwa hiyo mimi naweza nikaja leo Tarime, ambao ni, ni, ni, ni mkoa mara huu, nikaishi lakini, naweza nikaenda Sumbawanga, nikafika pale, nikajichanganya na Wafipa, naweza kwenda Mbeya, nikajichanganya na Nyakyusa, kwa sababu ninafahamu, na falsafa ya maisha nasema, mbo unayemjua jina hawezi kukungata kwa mimi popote nikienda, kwa sababu mila na desturi zao nazifahamu, usipate shida namna ya kuishi nataka nishinao ni, ni, ni kitu kidogo katika kuzunguka kwako. Uh, ni sehemu gani ulishaenda ukakutana na changamoto au tukio ambalo mpaka unazeeka wajukuu wako utakuja utawahadithia? Uh, sehemu ya changamoto ni Bariadi, by then ilikuwa ni mkoa wa Shinyanga. Niliwahi kwenda sehemu ambayo leo wengi wanaisimulia Gambosi. Mimi Gambosi nime pale nimeishi katika shughuli zangu nimewahi kwenda pale nikaishi, lakini wakati naishi pale watu wakawa wanashangaa, unaenda kuishi Gambushi? Nikamwambia ndio mimi nakwenda pale na nitakaa. Na kilichokuja kusaidia ni kwamba, mimi nilifika nikajichanganya na watu, lakini kitu ambacho sitasahau ni mazingira ambayo niliyakuta maeneo yale, vitisho nilivyokuta maeneo yale, maisha niliyoyakuta pale mengine sio ya kusimulia, lakini mimi nilisema mimi ni mwanaume mimi ni mtoto wa kiume, lazima nipambane na maisha yaendelee, kwa sababu kipindi kile mimi nakwenda kuishi kule ndio kipindi ambacho ilikuwa inasemekana kwamba kulikuwa panatafutwa watu kwenda ku, ku, yani, kwenda kuziba pengo la watu ambao walikufa baada ya kuchoma moto kule Gambos kwao natafutwa watu kwao, kulikuwa na vifo vingi vya jabu ajabu ajabu, sio kipindupindu, yani, kanatokea tukaa kitu kwa watu wakasema wanapelekwa Gambushi kuziwa pengo. Mimi ndio kipindi naenda Gambushi kwao, maisha niliyoishi kule hata wanangu wana wasimulia. Na uliishi kwa muda gani? Niliishi kwa muda wa miezi mitatu. Na uku bahatika kuchukuliwa sasa katika watu? Hapana, mimi niliishi tu nikafanya kazi yangu nikamaliza. Iko hivi, katika falsafa ya maisha ya kawaida, ukitaka ujue watu wa uh, eneo fulani wanaweza wakakugeuka, ingilia ya maisha yao ni sana kusema. Ukitaka kujua nguvu ya mlevi, mwaga pombe yake. Hakuna kabila ambalo ni wachokozi. Hata hapa wakuli hapa Tarime huja mchokoza, huja mfanya kitu, si kama anaweza akaanza tu akaukata simu. Lazima wewe umeingia katika channel ya maisha yake. Kwa wale watu mimi nimeishi tu, nimeishi nikatoka kule Gambushi, nikaenda sehemu moja inaitwa nilivyotoka Gambushi, nikaenda sehemu moja inaitwa kijiji fulani kinaitwa Migato, nikatoka pale Migato, nikaenda sehemu moja inaitwa Mwamtani, ni maeneo yale ya Bariadi, nikawa nazunguka, kwa sababu kipindi hicho mimi nilikuwa askari, kwa hiyo tulikuwa nazunguka na nilikuwa kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo, kwa hiyo tunazunguka operation. Kwa maisha fulani ambayo leo naweza nikasimulia hata familia yangu ni maisha niliyoishi kule Gambushi. Gambushi. Sasa kwa, kwa, kwa experience kubwa ambayo watu wanakuheshimu sana kama mwandishi nguli na mtangazaji, na hii nafikiri dedication kuandisha ambao kwenye industry lakini pia ambao wanaingia, ni nini ambacho unaweza ukawashauri, hususan pale ambapo mtu anang'ang'ania kwamba brandi yake sehemu fulani lakini hapati pesa ni bora ang'ang'anie kwenye brandi lakini asipate pesa, au bora aende sehemu ambayo at least haina brandi lakini pesa ikawepo? Mimi ningekushauri ukae kwenye brandi, pesa itakuja tu. Yani unajua pesa ni, ni jinsi unavyopambana. Tengeneza brandi yako, na kitu kimoja ambacho waandishi leo wanakosea, wanataka sifa mapema, wanataka kuonekana mapema. Mwandishi anakukuta huko kazini miaka kumi na tano, huna gari, anajiuliza gari anafanyaje? Yeye anataka afika, apate gari, awe mwanamke mzuri, awe na maisha mazuri. Haya maisha sio kwenye uandishi tu, mali popote pale, lazima yatakuwa na kasoro. Pambana upate brandi. Mimi nikwambie, brandi ni, ni, ni, ni bora kuliko pesa. Brandi ni mtaji, na leo hii unaenda hata kwenye vituo vya redio unakuta mtu anatamani awe kama fulani. Ni upuuzi, mintumie neno upuuzi. Hivi leo mimi huwa nikipita sehemu hata watu wanijui, nikianza kuongea nasikia mtu, ah, mbona unaongea kama Wambura. Mimi sauti yangu ndo sauti.